Katika ziara hii changamoto za wananchi zimepewa nafasi kubwa. Hii inabeba tafsiri ya kubeba maono ya serikali ya awamu ya sita katika kuwafikia wananchi, na hapa katika mkoa huu wa Geita changamoto za wavuvi na wafugaji zinasikika. Tuna janga kuu katika eneo letu kwamba mbuzi na kondoo, mpaka sasa hivi, jana kwa jirani yangu walikufa mbuzi watatu, wote hawana maini sasa sijui nisotoka sijui maini hayamo <laughs> <laughs> kuliko kusema kwamba maini hazina mm. Maini huaga yanaharibika, yameoza na kondoo ni hivyo, hivyo. Ndio huo ugonjwa unatuhangaisha kweli. Upande wa dagaa tuna changamoto ambazo zimejitokeza kwa sasa mm. Lakini tayari hata nyuma tulikuwa tumechukua hatua, lakini Mheshimiwa Waziri hii imeonekana kama kuna vita za uchumi wa, wa sangara na sisi wadaga. Katika kupata ufumbuzi wa haraka kwenye changamoto za wafugaji kwenye eneo la ufugaji na uvuvi, wizara imezunguka na wataalamu mbalimbali wanaohudumu katika sekta ya mifugo na uvuvi kwa ngazi ya taifa. Katika jambo la nyavu tofauti kwa ajili ya kuvulia, nalo wanalifanyia kazi, sio kwa nyavu aina moja, lakini kwa nyavu aina zote watakuja uh, na vigezo ambavyo watashauri namna gani sera iweze kutekelezwa. Maeneo ya malisho yanapatikana kutokana na maeneo ambayo yanatengwa kupitia mipango ya matumizi ya ardhi kwenye vijiji. Kama tunavyofahamu, takriban takribani asilimia sabini ya maeneo yanapatikana kwenye vijiji. Ina maana tusipofanya mipango ya matumizi ya ardhi kwenye vijiji na kutenga maeneo kwa ajili ya ufugaji, hatutaondokana na hii changamoto ya upatikanaji wa malisho kwa wafugaji. Tulitoa ridhaa mm. ya kuanza kufuga mm. Nakumbuka hata tuliandikiwa na watu wa bonde, kwa sababu anatokiwa na kibali cha wizara na kibali cha matumizi ya maji. Tukawaomba tukasema, hawa tumeanza nao, tunaomba watakapoingia katika mzunguko wa pili. Ndio maswala ya vibali tunafanya kwa njia ya mtandao. Kibali cha wizara ni shilingi laki moja unachangia tu shilingi laki moja na kibali cha maji ni kama shilingi, shilingi laki tatu laki, unapata kibali kwa jina lako wewe, na utakwenda nacho benki hautadaiwa tena. Maswala ya tathmini ya athari ya mazingira kwa sababu hilo serikali ishafanya. Kwa hiyo huu ndio ni ushauri kwa kwangu, na masawe yuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia katika changamoto ya uwizi wa mifugo. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi Safia Jongo, anaeleza jitihada ambazo zinaendana na kauli mbiu ya wizara ya kuleta tabasamu la utu kwa Watanzania, kwani kwa sasa uwizi wa mifugo umekomeshwa. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya wizi wa mifugo, kuja na wafugaji watakuwa asha, lakini kwa ushirikiano wao tumepambana, tumepunguza kwa asilimia kubwa. Hizo na zilipendekiwa kukamata na tuliwapeleka mahakamani, kwa bahati nzuri kesi ilikuwa iko very straight, wamefungwa jela miaka mitano. Waziri Dk. Bashiru unapohitimisha ziara yake katika mkoa wa Geita acho ujumbe wa kupendana tax na, tax na kushirikiana na hakuna kizuizi cha kisheria kwamba ukiwa mvuvi wa dagaa usivue sangara. Heshimianeni na pendaneni, matatizo yanarua wavuvi yanafanana, isianze kuingiza migawanyiko. Sintakuwa na kikao cha wavuvi wa dagaa peke yao hata siku moja. Toka mkoa wa Geita ziara hii imetua katika mkoa wa Simiyu na hapa wizara hii ya mifugo na uvuvi inatupa darasa la kuendelea kuishi ile kauli ya umoja ni nguvu. Hapa sio Dk. Bashiru tena, bali ni mwasi kamani ambaye ni naibu waziri aliyetokea kijiti kuendelea na majukumu sisi wizarani. E, tunakuja na programu, mheshimiwa mkuu wa mkoa ya kuanzisha mashamba darasa mia tatu nchi nzima. Tumekusha tenga bajeti ya milioni 253 kwa ajili ya kuanzisha mashamba darasa haya katika halmashauri mbalimbali nchi nzima, ili sasa wafugaji tusiwaambie kwa maneno, bali waone kwa vitendo kwa hiyo sisi kwa mkoa wetu huu wa Simiyu au hapa Bariadi tayari tunaye mtu ambaye anaweza kutumika kama shamba darasa kwa wafugaji kuja kuona kwamba hii sio hadithi, ni kweli kwamba eka moja inaweza ikatoa e, tani kuanzia 180 mpaka 200. Na kwa vile tunasema tani 80 inalisha ng'ombe 40 kwa mwaka mzima, maana yake hii tani 180 kwa eka moja inalisha ng'ombe 40. Tayari sisi ambao, e, ni wafugaji wenye ng'ombe nyingi, sisi wa Sukuma tunafahamiana, tunajua kabisa kwamba mtu alime ni tani ngapi kwa ajili ya kupata malisho. Naibu waziri hakuishia Simiyu tu, bali amewafikia pia wafugaji mkoa wa Tabora, huku wakisikiliza changamoto zao. hakuna sehemu ya kunyoshea. Kwa mfano mwaka huu kulikuwa na ukame mrefu sana, basi ulihangaika sana, ndio maana mifugo wetu wamekufa sana na sasa hivi mikoa tunapita tunaangalia kwamba wale wenye afya nzuri ni wale ambao walikuwa wanalisha kutokana labda na mapumba. Tunasaidiwaje sana serikali yetu hii, sisi angalau wafugaji ambao zamana yetu benki yetu ni ng'ombe zinazotembea, sisi tuna benki inayotembea. Lakini wavuvi wanapewa mikopo, hata samaki wezi kuwaona wakwe majini, sisi ng'ombe zetu zinaonekana kwa macho sasa kwa nini wavuvi wapate fursa hiyo kubwa zaidi, wakati wanachokivua kipo majini yakionekana sisi ng'ombe wetu wanatembea tunaona. Siku zote changamoto zinakuja na suluhisho, na hapa naibu waziri mwasi kamani anakuja na majibu yanayobeba tafsiri ya siku mia moja za rais samia katika kutatua kero na kuonyesha dira sekta ya mifugo na uvuvi inapoelekea ili tujue kuwa taasisi zetu za fedha nazo wanafanya biashara kwa kuzingatia misingi iliyowekwa na waangalizi wao ambao ni benki kuu ya Tanzania. Kwa hiyo tuko katika mazungumzo nao ili tuweze kuona namna gani tunafikia mazingira ambayo hayataumiza biashara zao, hayataumiza au kuondoa au uh, kuwafanya wakiuke misingi waliowekewa na benki kuu, lakini pia hawatawaumiza wafugaji na wavuvi wetu sisi kama wizara tumeona visima vilepu ndio mpango unaoweza kuwa wa gharama ndogo na muda mfupi zaidi, lakini kwa manufaa makubwa kwa wafugaji. Kwa hiyo tumekwisha anza kuandaa utaratibu ambao kwa muda ambao tunasubiri utengenezaji wa mabwawa haya makubwa, basi tuanze kuchimba visima katika maeneo ya wafugaji wetu. Piga makofi kwa Daktari Samia Suluhu. Mama, Umaraba, tumekuja kujifunza hapa. Mi naitwa Bashiru Ally e, ni waziri wa mifugo na uvuvi. Katika mkoa huu wa Singida tunashuhudia waziri Dr. Bashiru na viongozi aliyoambatana nao, wow, wao wamechagua kujifunza kutoka kwa mwanamama wanayemchukulia kama shujaa katika matumizi ya nishati safi anayetumia kinyesi cha mifugo kuzalisha gesi inayotumika kupikia, lakini pia analeta tafsiri ya namna ambavyo wafugaji walivyoanza kuunga mkono jitihada za Rais Samia katika matumizi ya nishati safi. Gharama sio kumba, kubwa. Eh, ukisema yaani kwa mtambo mdogo, iku, kwa sababu mitambo iko kwa gharama tofauti tofauti. Eh, yani iko kwa kiwango cha tofauti. Mtambo ambao ni mdogo unaweza kukuta milioni tatu tu inatosha. Mm -hmm. Na milioni tatu mm. -hmm. Unaweza kukuta mtu mwingine umeme, yani moto anao tumia kwa mwaka. Mm. Mm lakini kali unavyoenda una vizuzi kuwa mkubwa zile mm. gharama mm. na nini ndo zinaongezeka. Lakini hii yani, katika zile katika wafu, yani kama mheshimiwa rais mm. kuwa na kampeni mm, watu wote wanaofugwa mm. waelimishwe, waelimishwe afu wasaidiwe. yeah. kwamba hiki kitu ni kweli mm. yani kungepunguza sana ukataji wa nani. yeah. na jamii yeah. yeah. nyingi za wafugaji zinakaa mashambani maporini na ndo ukataji mkubwa wa miti, lakini hii itasaidia kwamba yani cha kwanza yani faida ya kwanza ya mfugaji mm. ni moto. tunamshukuru yeah. Mheshimiwa Rais mm. kwa kuchagua watu wazuri mm. weledi mm. ambao wanaweza kuja kwa watu wa chini kama sisi mm. kuangalia yani najua ni kitu cha cha ajabu oh, sana yani ni heshima kubwa kubwa sana yani unajua mara nyingine wa, watu aka wa wameshapata pata nafasi yeah. mara nyingine wanaweza watu waka wakubwa wakaangalia wale watu wakubwa wakubwa, lakini yeah. hii kuchagua kuona kwamba huyu anafaa kwenye, hii, yeah. kwenye hii, hii wizara, huyu anafaa kwenye yeah. hii wilaya, huyu anafaa anafaa huyu anafaa sehemu hii, ni jambo kubwa sana kwenye mambo ya uongozi wa nchi yani. Yeah. Anajua swala la ufugaji na kuzingatia malisho limekuwa jambo muhimu hapa Singida. kesho nakwambia usilete maziwa leo na safiri mm tunafanyaje mm, lakini na maziwa yale, ng'ombe yule hana maziwa mengi sana kuweza kukizi mahitaji mm, lakini ama kukizi gharama za kuendesha za kumwendesha mm. Kwa tukaendelea kusogea mbele mm. Kona sasa, tufanyeje? Tukawasitisha wale ng'ombe kwanza, mm, tukaona tutengeneze kwanza malisho. Migogoro wa ya wakulima na wafugaji imekuwa changamoto ya miaka mingi katika sakata hilo, wapo waliopoteza maisha wapo waliopata ulemavu na wengine kukimbia maeneo yao ya asili. Mtoto wa kaka yangu baada ya kusipia nikakatwa mkono wa kulia katika misipa basi, nini baada alivyotuukishana hivyo nikapigwa mkono Vitatu, viwili, kushoto. Mguu ni hapa nilipigwa, nikapasikwa na jeraha kubwa, nina vidole viwili vimevunjika mkono wa kushoto sasa siwezi kufanya kazi aina yote. Haya, nimeenda pale hospitali ya mgongo nilipofika pale nikapewa rufaa ya kwenda Matungu. Nimekaa Matungu wiki moja. Baada ya kurudi nikaenda kituoni. Jamani, nimerudi Je, wahalifu wangu vipi? latiba gani nayoendelea? n majibu iliyopewa kwamba wale watu ni wakali, tumeshindwa kuwakamata. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninavyoongea hapa, sina msaada wa aina yote. Katika kuonesha uwajibikaji, Waziri anatoa maelekezo yanayoleta matumaini, yaliyobeba utu. Hayo ni maagizo yaliyonyooka: mgonjwa atibiwe, waliohusika na uhalifu kukamatwa, huku wakiwataka wananchi kutochochea migogoro: wote waliohusika watafutwe wakamatwe, wow, na wafikishwe mbele ya sheria, lakini tusichochee chuki kutokana na tukio hili, na nitawasiliana na mkuu wa wilaya namna ya kugharamia eh, matibabu hayo kuanzia leo. kutoka mkoa wa Singida na sasa tupo kaskazini mwa Tanzania mkoa wa Manyara, wilaya Kiteto. Wale wafugaji ambao wanalima kwenye maeneo ya malisho waanze kutoka haraka, lakini wale wafugaji waliokodisha maeneo yetu ya malisho wawaondoe haraka, waliokodisha maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba utawala wa sheria uzingatiwe. Tunapohitimisha kuangalia ziara hii ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania Bara, bado tuna kila sababu ya kumulika umuhimu wa muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar ulioizaa Tanzania. Zipo namna nyingi za kuwenzi huu muungano huku tukishuhudia taasisi za serikali kwa namna yake wakionyesha njia ya kuenzi muungano kama wanavyofanya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kikao oh oh chetu ni kubadilishana uzoefu, kujenga mashirikiano ili mwisho wa siku ni kuimarisha utendaji utakaoleta mafanikio na kuleta matokeo chanya kwa wananchi na a nchi zetu. Tumekutana hapa kuimarisha ushirikiano katika uendeshaji wa shughuli za serikali zote mbili, kama njia ya kuimarisha na kudumisha muungano wetu pamoja na mapinduzi ya Zanzibar. Ilikuwa ziara iliyotafsiri mwelekeo wa serikali kwa kuangalia siku mia moja za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya mifugo na uvuvi, ambapo wizara hii imebeba maono hayo kwa vitendo, hasa katika kupanua maeneo ya malisho na ufugaji wa kisasa, ujenzi wa bandari za uvuvi na viwanda vya kusindika samaki, kusimamia rasilimali za uvuvi, kuimarisha chanjo na utambuzi wa mifugo kwa soko la nje, pamoja na kuwekeza katika miundombinu ya mifugo na kuongeza thamani ya bidhaa. Namuomba Mwenyezi Mungu mwisho wa utumishi wa mia sita usipimwe tu kwa vitu, majengo na mambo yanayoonekana, bali pia kwa tabasamu la utu mikakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania.